Diwani wa Kata ya Makangarawe, Mheshimiwa Fadhili Mboga, ameungana na wadau wa maendeleo pamoja na waumini wa dini ya Kiislamu katika Msikiti wa Jamiya kwa ajili ya kutoa msaada wa vifaa vya shule kwa watoto yatima na wale wanaoishi katika mazingira magumu. Akizungumza leo Januari tatu mwaka huu jijini Dar es Salaam wakati wa zoezi la utoaji wa msaada huo lililofanyika katika Msikiti wa Jamiya Kata ya Makangarawe. Mheshimiwa Mboga amesema kuwa jamii ina uwajibu mkubwa uwa wa kuwasaidia wahitaji ili kuhakikisha wanapata fursa ya kusoma katika mazingira rafiki na salama. Dhamira kuu ni kuweza kusapoti wenzetu, na mimi kama nilivyosema, nimeshuhudia mara kadhaa e, kwamba hawa kina mama hawa na baadhi ya kina baba wa Kiislamu namna wanavyopambana kuwapambania watu wenye ni mahitaji maalum, ndugu zangu wa Islam. Mimi binafsi pia ni mdau wa elimu, lakini katika ndoto zangu mara kadhaa nimezungumza, kata ya Makangarawe nadhani hakuna kituo chochote cha yatima, sio ndugu zangu eh? Dai, acha mambo ya udiwani, acha mambo ya serikali, ni mtu binafsi. Kwa muda mrefu kidogo nilikuwa na ndoto ya kuanzisha kituo cha kulelea watoto yatima, yaani nimeshaanza rafiki, lakini nataka tujenge kabisa kamili, tukisajili kabisa, ikisajiliwe na tayari kuweza kufanya tuweze kutambulika, kwa sababu hata mchango mwingine hata misaada mingi tunaikosa na ndio maana ukiangalia wenzetu wengi wanapohitaji kwenda kutoa sadaka kwa upande wa watoto yatima meneo, sisi, hati, ya rasini, tipuwe, watoto ya wanakwenda maeneo mengine, kwa sababu sisi Kata ya Makangarawe bado hakujaanzisha rasmi kituo cha kulelea watoto yatima. Tunachukua nafasi hii niseme of course kwa kwa Mwenyezi Mungu, lakini kwa haraka sana tujitahidi na kuhakikisha kwamba tunaanzisha kituo hicho ili watoto wetu waweze kupata sapoti kwa kadri itakavyowezekana. Ndugu zangu wasi kuna watu wengi ambao wanahitaji kutoa support lakini wasipojua support wapeleke wapi, watu wanahitaji maalum, inakuwa changamoto kwa weicho, kwa sababu msaada hiyo. Kwa hiyo mimi nafikiri nitaungana na wazee wangu kuhakikisha kwamba tunaanzisha kituo hicho, ili siku ya siku mambo yaweze kuwa mengi zaidi, kwa sababu naona mama zangu ama, mama, ati, pambana, na majumua namna wanavyopambana kuwasaidia hao watoto na nasema, Islamic knowledge eh, somo la elimu ya kidini ya Kiislamu ni somo ambalo wanafunzi wengi wanachukua somo hili huwa wanafanya vizuri ata, ukifuatilia kwenye ufaulu wa mchania kitaifa somo la, la Islamic Knowledge, wanafunzi wengi somo la dini ya Kiislamu wanafanya, ndugu zangu wanafanya. Tutupitie kule viongozi wangu kwenye, kwenye shule zetu za, za, za serikali. Kwa mfano hapa Kata ya Makangarawe hatuna shule ya sekondari, lakini Mungu akipenda kuanzia ishirini 2028 n kujengwa na mkataba wetu ni miaka miwili, tunategemea ishirini 2028 huduma zitaanza kupatikana hapa, na mimi nichukua nafasi ni, ni waombe eh, shule yetu kishaanza kutoa huduma hiyo basi tuende pale tukahakikisha kwamba tusimamie nasi tuweze kutoa tuweze kufundisha na kusimamia somo hili ili wanafunzi waweze kulisoma vizuri. Lakini ndugu zangu Waislamu, baada ya vipindi vya mashuleni pia tuendelee kuhamasisha Waislamu wenzetu ili watoto wao waweze kuja kwenye madrasa zetu ili waweze kupata elimu yetu ya nini? Elimu yetu ya dini. Elimu ni muhimu sana, tushirikiana lakini, binafsi kwa nafasi yangu nipo tayari kuhakikisha kwamba na support, naenda kukaa na walimu kuhakikisha kwamba tuangalie uwezekano wa watoto wetu kwa ruhusa mapema mashuleni sha pindu ya kawaida, basi wale ambao wanakwenda madrasa basi waende wapi, waende madrasa, lakini vipindi vile vya kidini, jitaa kuna shule mbili tu za upande wa serikali, nitaenda kuhakikisha kwamba nishawishi na niangalie uwezekano wa kuweza kuboresha vipindi vya dini vya dini ndugu <coughs> zangu, hii risala yetu imeelezea mengi, rudi kwenye risala, lakini imeelezea namna ambavyo e, umoja huu ulivyo Dar es Salaam pamoja na Pwani, si ndio hivyo, lakini pia namna ambavyo viongozi wetu wamepambana kuhakisha kwamba wanatafuta sapoti ya ndani na nje, si ndio hivyo? Kwa hiyo hapo kwamba kwamba huko walishatoa baadhi ya misaada na leo ni zamu hapa maeneo yetu, lakini mimi nilishawasiliana na viongozi wetu na kile ambacho nilikuwa nacho nilishawakabidhi.